Ya we, we, wala, kama vile wazungu wanavyosema blackmail na hii yeah. Kwa sababu wazungu wanapotutukia sisi ndio maana kaeka kitu blackmail kila kitu cheusi duniani ni kibaya black, <gibaya> black, yeah. Yeah. Eh, okay. black, black market eh, black eh, <gibaya> yani, <gibaya> eh yani kila kitu kibaya kinawalenga sisi nguo za msiba black. Black. Black, mnaelewa eh? Sherehe white. Sherehe white na kuvaa nguo nyeupe katika, katika sherehe za ki ni, ni sherehe za kizungu, tamaduni za wazungu kuvaa nguo nyeupe tunaita mosquito net. Ile ni neti, neti ya mbu ile hmm. Unavaa ndefu lakini haina msaada na haifanyi kwanza ndoa iwe ya kiroho, inakuwa ndoa ya show na ndio maana hata sisi Afrika tumeiga ndoa za namna hii yeah. Na tume kwa sababu tumepotea, ndio tunaiga ndoa za namna hii na ndoa zetu hazidumu, kwa sababu mtu wowote wanaokataa babu zake ukoo wake ardhi yake ya damu akafuata mila za kigeni, huyo amepotea kweli.